Nao viongozi wa dini katika kaunti ya Bungoma wanaendelea kupinga vikali mswada wa kudhibiti makanisa wakisema utahujumu uhuru wa kuabudu. Askofu Ignatius Wanjala wa kanisa la Prophetic Living Ministry lililoko mjini Bungoma anasema tayari sheria zipo kikatiba zinazotoa mwongozo wa namna viongozi wa dini wanavyostahili kuendesha shughuli za makanisa na hawaoni haja ya kulimbikiziwa sheria nyingi ambazo zitawakandamiza. The church is already regulated, na kama kuna mapungufu hapa na pale kuhusu kanisa eh, kuna sheria za kutosha, kuna eh, bodies ambazo ni umbrella bodies ambazo, na kama kanisa, kila mchungaji, kila askofu lazima awe katika one of the umbrella bodies. Haswa sisi tuko katika Church and Clergy Association of Kenya, na msimamo wetu ni kwamba We don't need more laws to govern or regulate the church. Suala la ukeketaji limesalia